Ambapo mgombea wa kiti cha urais wa serikali ya mapinduzi Zanzibar kwa tiketi ya chama cha mapinduzi CCM, Dr Ali Muhamed Shein amewaomba wananchi wa mkoa wa Kaskazini a visiwani Zanzibar kukipa ridhaa ya kuongoza tena chama cha mapinduzi ili kuendelea kuleta maendeleo visiwani humo. Akizungumza katika jimbo la Nungwi, Dr Shein amesema baadhi ya watu wamekuwa wakibeza uzoefu wa kuongoza na chama cha Mapinduzi huku akifahamu kuwa CCM imefanya mambo makubwa ya maendeleo yakiwemo ujenzi wa hospitali, upatikanaji wa maji pamoja na ujenzi wa shule katika kipindi cha miaka hamsini. Mwandishi wetu Grayson Kakuru anatuarifu zaidi kutoka Zanzibar. Mkutano wa kumi na tano wa kampeni ya Chama cha Mapinduzi hapa visiwani Zanzibar unaendelea kukata mbuga, ambapo safari hii chama hicho kinajinadi mbele ya wananchi wa jimbo la Nungwi, kaskazini kabisa mwa visiwa hivyo kuwa imefanya maendeleo makubwa yanaonekana kwa macho lakini akisimama kifua mbele, mgombea wa kiti hicho cha urais Dr. Ali Mohamed Shein, mbele ya wananchi wa Nungwi, anasema kuwa uzoefu ndio utakuwa nguzo muhimu kwake akiwa madarakani. Akaomba wananchi kuiamini CCM na si lugha au maneno. Kutoka hapa visiwani Zanzibar, mimi ni Grayson Kakuru wa